Asifiwe Yesu. Tena ninerudi kwa part 2 ya kuota huko kwa banka, manake ya kuota uko kwa banka maana ya yake sasa. Nimeongea kule mazuri mazuri matupu ya kuota uko kwa banka na kidogo tu ya ubaya wa kuota kwa banka. Sasa hapa pia nitaendelea kidogo na mazuri na mengi yatakuwa mabaya sasa hapa twende pamoja, pia hii ni part 2. Sasa kitu ni kimoja, mpendwa, unapoota uko kwa banka, lakini kuna giza, hata ule mlango huwezi kuona, ule mlango wa kuingilia. Kumbuka, nguvu za giza hazitaki wewe ubarikiwe, na hazitaki milango yako ambayo Mungu amekutengenezea iwe milango ya baraka, hizo nguvu za giza zinakata katakata ufunguliwe. Lakini katika jina la Yesu bibilia inasema jina la Yesu ni jina lenye nguvu, na nguvu za giza hazina uwezo kwa jina la Yesu. So unapoingia pale pale na unataka kabisa ufungue mlango kabisa, yani giza linatanda, hata mlango huwezi kuona, unajua kabisa ndo mlango wa kuingia banka lakini ukifika pale unashindwa. Kumbuka, hizo nguvu za giza zinajua wewe umezaliwa tajiri mkubwa, na hazitaki kabisa, zimekataa kata katakata uitwe umbarikiwa na zimekataa. Lakini Biblia linasema ya kwamba hakuna, hakuna linalomshinda huyu Yesu, na hakuna litakalomshinda huyu Yesu. wanajeshi wa giza kwa magoti na kuomba na kuchukua saumu na kumlilia Mungu, hawawezi mo. Inabidi urudi kwa maandiko, numwambie Mungu ninaomba urejesho, umwambie Mungu ya kwamba ninaomba tu urejesho, ninaomba Yesu unirejeshe. Katika kitabu cha Isaya 40 mstari wa 31 Biblia linasema wamngojao Bwana hakika hawataibika, na hata mjapokuwa katikati ya moto, mjapokuwa katikati ya maji mengi, nitakuwa pamoja nanyi. No, wanomngoja Bwana hakika hawataibika. Sasa unamka unasema, eh, giza na nuru haviwezi kuwa pamoja, vilitenganishwa hata wakati Mungu akiumba wa huu ulimwengu. Mimi si wa giza, mimi ni wa nuru. Katika jina la Yesu, nitakanyaga ile banka, na chochote kimepandwa katika ufalme wa giza hakitafaulu. Mimi ni wa nuru, mimi si wa giza, na sitaishi kwa giza, katika jina la Yesu. Imeandikwa mimi ni wa nuru. So kuna hiyo ndoto, ukiota lazima upambane maana si nzuri hivyo, hiyo ya kuota uko uchi kwa bank, ya kuota giza limetanda kwa bank, huwezi kufungua mlango. Hizo si ndoto za kuamka na ucheke, ni uamke na useme sasa, mumenijia kwa njia moja, imeandikwa nitamukimbiza kwa njia saba na nyinyi mtaenda. Mimi siyo wenu, mimi ni wanuru, mimi si wa giza, na lazima muende. Suamuke alafu anze kusema ah, huyu pasta onekana loamelala. Hizi ndoto si za kawaida, hata sitampigia simu tena, sitaongea naye tena. Ha, ha. Usilalamike unapoota ndoto mbaya eh. Nimempatia uwezo, mutakanyaga majoka eh, na Mungu wenu atajulikana. Ukiota ndoto mbaya usilalamike, Amuka kwa ushindi, ukisema hapa niko na ushindi, lakini usanze kusema e, hey, hata waombezi kanisa inaonekana hawaombi tena. Mimi ninaona hata ilo kanisa linaloenda yonekana hata lina mapepo <laughs> utakanyagwa kweli, utamalizwa. Maana shetani anataka huo udhaifu wako autumie akumalize. Sasa twende mbele. Sasa unapoota tena huko kwa banka lakini uko ndani ya bank wewe unafanya kazi zako hapo ndani yaani, uko sawa kabisa. Ghafla kutoke wazee wawili au zaidi au mmoja, lakini bora tu awe ni mzee, haijalishi ni mwanamke, haijalishi ni mwanamume. Aingie kwa hiyo bank bila wewe kujua, alafu ukimwona ushtuke, anikujaje? Yule huyu mzee, unaelewa Alafu huyo mzo unapomwona awe hana amani na wewe, hafurahi wewe ukae hapo ndani ya banka. Kumbuka sasa, vita vyako wewe si vya uchawi tena, vita vyako ni vya mizimu, ile mizimu iliyofunga babako ikafunga mamako ikafunga ndugu zako wasibarikiwe, ikafunga wote. Hiyo mizimu inakuinda hata wewe, wanasema huyu huyu si ndiyo kimbelembele cha baraka kwa familia? huyu huyu si ndiyo kimbelembele cha baraka kwa ukoo? huyu nitamalizana naye, tutaenda na yeye. Unaelewa, kama babake alijaribu, nikamalizana naye, mamake nikamalizana naye, ndugu zake nikamalizana nao. Huyu ni nani hasa? Unapoona hivyo vizee au kazeeka moja wawili wameingia kwa banka, uko kwa banka unafanya shughuli zako za kutoa pesa, kufanya hivi, lakini ghafla wanaingia na tena, wanaingia na hasira Hawa hawataki kucheka na wewe kabisa, na hawako sawa, yaani vizee hata havieleweki. Mshukuru Mungu wanapotoka ha wazee bila kuongea na wewe, shukuru Mungu, shukuru Mungu watakapotoka bila kuongea na wewe, na shukuru Mungu watakapotoka ukifunga hiyo milango wasi wasiingie tena, shukuru Mungu. Lakini wakitoka na milango ikuwa bado iko wazi kwa banka, hiyo ni hatari. Bado kuna milango wataingilia hapo, hata kwa sasa huko kwa baraka, lakini kesho yake wako na uwezo wa kuingia tena. Lakini unapo nyamaza watoke umewajua katika ulimwengu wa roho, hawa si watu wazuri, watoke. Wakitoka ufunge milango na hapo nje askari wawakamate. Wakikamatwa na askari hapo nje na hapa huku ndani umefunga milango, hata wafanyeji kwa ukoo, wewe utabaki kuwa tajiri mpaka utakufa, hivyo ukiwa tajiri, maana wamejaribu mpaka hapo ambapo natoa pesa Wameshindwa, wametoka, wamekamatwa. Kumbuka Mungu amekuwekea ame tiki. Kuna watu wengine wamepakwa mafuta na Mungu, hata ukafanyaje, utachoka, maana hao walipakwa mafuta hata kabla hawajazaliwa. Yeremia anasema ya kwamba kabla sijazaliwa, Mungu alinijua mimi ni nani. So kuna watu wengine hata wakarogwa, ukafanyaje? hawawezi hawa maana mafuta ya Mungu, kuna mafuta ya mwanadamu upakwe, na kuna mafuta ya Mungu mwenyewe akupake. Mafuta ya Mungu mwenyewe kama amekupaka, mwanadamu hawezi. Na kitu kimoja kijue, mbegu ya mbinguni haiwezi kupotea. Hapa kukiingia mtumishi wa Mungu ambaye ni mbegu ya mbinguni, mashetani yote huwa yanajua. Si lazima ajitangaze yeye ni pasta, si lazima Mbegu ya mbinguni katika ulimwengu wa roho inajulikana. Ndo nasema aa, nasema mafuta ya mtu aliyepakwa lazima awe tajiri mpaka akufe. Hivyo hata akapitia hali gani ngumu kwa maisha yake, itafika siku atajulikana, maana ako na mafuta ya, lazima awe tajiri. Ndo utakuta ako kwa bank mizimu ya ukoo wake inakuja izuie hizo baraka, lakini wanatoka. Wakitoka hao mizimu, inakamatwa kwa nje, askari wanakamata hiyo mizimu. Kumbuka, maombi ya huyo mtu yamejibiwa, huo ni wakati wake wa kuinuliwa na hakuna wa kuzuia. Menelewa. Lengine, ukiota unajua, mizimu ya familia hutumia sura za watu wa familia hiyo, damu yako. Sasa mara unaota kazini yako wanaukatakata mapanga, mara unaota babu, mara wakati mwingine. Hata hawa watu si wachawi, ni vile tu wanaitumikia hiyo mizimu, ndio maana wanatumika. Nanielewa. So unapoota ya kwamba babako, mamako, nyanya, babu au mtu yoyote wa ukoo wako ana amekufunga cheni kwa, kwa banka. Na no, ukitaka ku, kuenda kwa banka anakuvuruta usifike karibu na banka. Kumbuka pia ni hiyo mizimu iliyotesa kizazi chako. Haitaki pia wewe usonge mbele. Haitaki kabisa na haitaki, basi haitaki, lakini Biblia linasema ya kwamba hata huko kuzimu watakiri Yesu ni Bwana, unaelewa? Hata uko kuzimu watakiri Yesu ni Bwana na wataendelea kukiri. Na usiishi maisha ya kubahatisha, ishi maisha ya kusema ya kwamba kila alichonipangia Mungu lazima kitatimia. Haijalishi nitapitia njia gani, haijalishi nitapitia njia ya machozi, haijalishi nitapitia njia gani. Tukimsoma huyu Ibrahimu, hakuna aliyejua maisha ya Ibrahimu, hakuna. Kila mmoja alimwona Ibrahimu ni mtu asiyeeleweka, lakini Mungu alimjibu akiwa na miaka sabini akapata jina la baba wa taifa. Kwa hivyo haijalishi utapitia njia gani. Kama imeandikwa imeandikwa, kama imeandikwa imeandikwa. Kwa hivyo unapoota hizo mandoto za mabanka, kuna nyingine amka ushukuru Mungu, na kuna nyingine pambana na. Sana sana hao wanaoota mabanka mabanka ni wabarikiwa, si watu hivi hivi. Hao watu wanaoota wako banka, wanapanda mandege, wanafly hao watu si watu hivi hivi, wamezaliwa na nyota kubwa, lakini mizimu, wachawi wote wanapambana na hizo nyota zao. Hao si watu wa kuchezea, hao si watu hivi hivi. So na naweza nikakupatia kupatia maandiko mengine, uh, katika kitabu cha Mithali ishirini na mbili mstari wa saba maskini ndo humtumikia tajiri. Wakati mwingine mizimu inataka uitumikie, badala wewe uendelee na utajiri, lakini Biblia hapa linasema ya kwamba maskini ndo humtumikia tajiri. So tunakata kuwa watumwa, tumekata kuwa watumwa, haijalishi kwa njia gani, lazima sisi na sisi pia tu, tuajiri watu. Hatuwezi kuwa kila siku watumwa, tuajiri wajiriwe, lazima pia sisi nasi tuwe na kibali cha kuajiri watu au Si Biblia limesema maskini ndo hutumikia tajiri. Sasa sisi hata mizimu ya familia wanasema sisi ndo wenye familia sisi ndo wenye kizazi, lakini Biblia nasema sisi hatujafungwa vifungo vya maskini, tumekombolewa na damu ya Yesu Kristo, sadaka ya Yesu Kristo pale msalabani. Yesu alisema imekwisha, sindio? Alisema imekwisha. Katika kitabu cha Kumbukumbu kumbu la Torati ishirini na nane, Biblia linasema ya kwamba utakopesha wewe lakini hautakopwa. Biblia linasema hivyo. Hata hizi madeni madeni tulizo nazo, kuna madeni zingine ni za kimashetani na kuna madeni zingine Mungu anazielewa. Ukiona umechukua mkopo lakini huko na uwezo wa kulipa, hakuna stress, mshukuru Mungu. Kuna mwenzako alichukua mkopo, natajui atalalaje, maana amekosa heshima kwa ajili ya huo mkopo, amekosa kibali kwa ajili ya huo mkopo. Mmenielewa? So hawa maadui zetu katika ulimwengu wa roho pia huwa wanatuchunguza wanaangalia huyu anapenda mikopo mikopo. Biblia limesema ya kwamba yeye ndiye wa kukopesha, lakini huyu anapenda sana mikopo mikopo, na mimi nitamjulisha. si Biblia <laughs> limesema Biblia limesema ya kwamba nyinyi mtakopesha, hamutakopwa. Yani eh, hamuta hamta hamuta eh, utakopesha lakini hautakopa, si ndio? Utakopesha lakini hauta Kopa. Sasa, mashetani yakijua sisi tunapenda kukopakopa, yanatufinya wewe, yanatumaliza kabisa. Lakini Biblia inasema ya kwamba tutasimama na hilo neno. He, tutasema tumekopa tutalipa kwa amani, na imeandikwa hata huo mkopo niliokopa nitakopesha, sitakopakopa, si ndiyo? <laughs> E, sinaandikwa hivyo, lakini tukiendelea kusoma katika hiyo kitabu ya Saburi 34 mstari wa kumi na tisa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya. Unapoona unakopa mikopo na haulipi, katika kitabu cha Zaburi 37:21 inasema unapokopa hulipi, kumbuka, kumbuka Ah, kumbuka. Mm-mm. Unapokopa na hulipi, hulipi kumbuka, umefungwa na vifungo vya nini, vya nini, vya aibu. Unapokuwa unakopa pesa za watu na hulipi kumbuka, umefungwa vifungo vya aibu hasa hapo. Ni Zaburi 37 mstari wa 21. Mpendwa, nilikuwa tunataka nikujulishe maana ya hizo ndoto mbili kuota huko kwa bank uzuri wake na ubaya wake. Na ni watu gani hawa ambao wanaota wako kwa banka? Ni wale watu wanaopenda maendeleo, lakini hizo, wakati mwingine wanafungwa. Sasa unapokuwa ulifungu, unapokuwa umefungwa na Mungu anataka kukukumbuka, ndo atakuonyesha hiyo ndoto ya kwamba uko kwa banka, milango inafunguka unapokuwa umefungwa lakini haujafunguliwa bado ndo utajiona uko bank. Kwa banka giza limetanda, kwa banka, au watu wanakufukuza kwa banka, polisi wanakufukuza kwa banka, ukipiga kengele hakuna naye kufungua mlango. Haya, mara uko uchi kwa banka, mara umefungwa minyororo kwa banka. Kumbuka bado wewe unastahili kuingia ndani sana kwa maombi, maana si kwamba wewe si mbarikiwa. Wewe ni mbarikiwa, lakini umefungwa, unastahili kufunguliwa, so hiyo ndo tofauti. Na unapoote huko kwa bank, maadui wanaingia, lakini polisi wanawakamata wanawafunga hizo mapingu zao. Kumbuka pia umekumbukwa. Unapoona huko kwa bank, wakubwa wa mabanka wote wanakukimbilia wewe, kumbuka pia ni wakati wako, umekumbukwa. Nina imani mmenielewa. Yesu ni mwema, anatenda ah! Mubarikiwe. Yesu ni mwema. Nasema asante. <laughs> Nasema asante. Yesu ni mwema. Yesu ni mwema.